Naitwa Brigedia Jenerali Wilson Sakulo Mkuu wa Wilaya ya Ngorongoro. Leo nimetembelea kata ya Samunge, shule ya msingi Samunge kukagua miundombinu ya elimu, tukiwa tunaelekea kufungua shule Jumatatu ya tarehe kumi na tatu. Hapa nilipo ni kati ya madarasa mawili ambayo yamejengwa kwa fedha ya serikali. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta kwenye shule hii ya msingi Samunge shilingi e, milioni hamsini ambazo zime, zimejenga madarasa haya mawili na madarasa haya yako hatua ya mwisho, e, tayari kwa ajili ya kupokea wanafunzi siku ya Jumatatu, e, wanafunzi wanaokuja kujiunga katika shule ya msingi Samunge. Rai yangu kubwa ni wazazi walete wanafunzi mashuleni kuja kusoma kwa sababu serikali ilishatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa hakuta hakutakuwa na changamoto yote, tofauti na miaka ya nyuma huko. Labda unaweza kukuta kipindi cha shule zinafunguliwa madarasa hayatoshelezi, lakini katika shule ya msingi ya Samunge kuna madarasa kumi na mbili na wanafunzi mia tatu sabini na tano. Kwa hiyo shule inajitosheleza kwa ma, kwa madarasa ya kutosha, hakuna kubanana. Darasa safi kabisa limekamilika. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa inaleta fedha nyingi kwa ajili ya miradi mbalimbali katika wilaya yetu ya Ngorongoro. Eh, mimi rai yangu kwa wananchi ni kuitunza hii miradi inayoletwa kuhakikisha kwamba inaleta manufaa kwa wananchi wa, eh, wa wote. Asante sana. Nashukuru.